Nilikuwa na timu moja tunafundisha vijana na shule. Wakati tunafundisha alitokea mmoja, mmoja, mtumishi mmoja. Yule mtumishi akaa na jambo jambo lake kwa ajili ya kuitangaza injili ya Bwana, masuala ya kufundisha vijana na shule. Sasa ukitaka uone upendo, ndio utajua hapo. Tukakaa kikao, yule mwenzetu mwingine akaa kama na kitu fulani hivi. Nikamwambia kama nataka kuondoka, wewe ondoka, sisi wote ni watumishi, safari yetu ni moja, ni mbinguni. Tumsikilize ana hoja. Tukamsikiliza yule mtumishi, weamini tulipoendelea kupanga, tulipomaliza, tukakubaliana baadhi ya watu wale waliondoka tu, lakini yule rafiki yangu ambaye tulipomaliza kile kikao, yule mtumishi alinitafuta. Sitakuja kusahau ile siku. Yule rafiki yangu alikuwa anatumia tu bata, ni anijui simani atapata lini naye hapo anasikiliza mahubiri kwenye mtandao. Ni rafiki yangu ambaye tulisomaga naye kipindi cha nyuma. Ya. Nikakuta nimeagiziwa yule jamaa amenipigia na nilikuwa ndo sikukuu za za huku, wengine hao wanasherehekea ila mimi bado sijielewi, sijaelewa. Wanaita Valentine, mimi sijielewi. Sana siku ya wapendanao ile ilikuwa nilionana naye siku hiyo siku, akanipa, nakumbuka alinipa elfu kumi. Akasema elfu kumi nyingine, kuwa mwaminifu kwa mbe mwenzako. elfu kumi nyingine, hii simu niliyokupa smart, hakikisha unifikie, unapeleka uwe mwaminifu sawa, nakwambia chaje itakuwa. Yule rafiki yangu nikampelekea, akapata smart ya bure kabisa na pesa juu na maradhi juu, mpaka sasa hivi anasapotiwa na familia. Bwana Yesu Kristo asante sana. Huyu Yesu alipokuwa mzuri, wanamsupporti anaendelea. Na mimi siku nilipokuwa naenda na uhubiri pia nikutana naye, na muda nilikuwa nimeishiwa hela kabisa. Kwa hiyo nafanya kazi ya Mungu, kufanya kazi ya Mungu kuna faida. Na mimi pia alikuwa ananisupport. Bwana Yesu Kristo asante sana. Kwa muda mwingine unaweza kukabishana na gari la mshahara. Tusijieke kama yani la tatizo la Kristo wengi basi tukishatoka kanisani. Amen mchuka ni amen. Amen, amen, amen, amen. Tunatoka amen, amen, amen, amen. Salimia mwenzako. Hani maisha. Usiwe na kiburi, usimdharau mtu. Maybe leo unaweza ukamdharau, maybe ni nani ambaye alijua Yusufu atakuwa ndiye mkuu wa Misri? Eh? Ni nani ambaye alijua alijua? Bwana Yesu kisose sana ne? Amna mtu ambaye alijua kutoka Yusufu ndugu zake kumkataa, unaona, kutoka Yusufu kuingia ndani za zabochosha kusingiziwa kesi ambayo hajafanya kuingia gerezani, eti kirahisirahisi unakuwa waziri mkuu kiongozi mkuu kwa Mungu na wewe unapokuwa mwenye kiburi usipokuwa na kiburi anakuheshimisha. Hapa kila mtu Mungu amemwandalia baraka zake. Maybe unaweza kubarikiwa mwaka 2027. Unaweza kubarikiwa mwaka 2028, 29, 29, 30. 30, 30. Kila mtu ana baraka zake. Leo naona no, mimi naweza kaa na uhubiri hapa. Kuna muda aidha nisiwepo hapa, ni kaa nchi nyingine, ni kase nyingine, kase nyingine. Wanakuwepo watumishi wengine hapa, watakuwa na ubili nao, watapita. Hapa wewe mwenyewe maybe unasomaiza uko maybe, Mungu anaweza kukutoa kutoka ukaenda kufanya kazi ukapata scholarship ya kufanya kazi London, Uingereza. Inawezekana katika jina la Yesu. Kikubwa kinachofanya izo usiendelee ni kikui Mungu nimetoa sadaka yangu. Mimi nakwambia hii sadaka yangu ya mwisho. Usiponi kufanikisha. Mimi Mungu sirudi tena kanisani. Sirudi, sirudi, sirudi. Eh, unamkomoa Mungu wewe. Mungu una ameweka wakati wake usikose Mungu. Sawa. Usikose nani? Usikose Mungu. Bwana Yesu ndio sana. Kila mtu Mungu amemwekea